Na akaja nyumbani kwenu akajitambulisha, akatoa mahari na tarehe ya harusi ikapangwa. Ni jambo dogo, njoo toa sadaka ya shukrani. Usidhani hayo yote yameisha na mmekuja mmefunga ndoa. Usifanye mchezo. Ninawashauri ninyi mabinti ambao bado hamjaolewa, najua wanafamilia wenu wanakuwa wengine hawajui, waambie so kabisa, ninaolewa tarehe fulani, hiyo siku natoa sadaka ya shukurani. That be give me thanks. Na ninyi mnavyokuja kanisani sitaki mje na shilingi mia mia, maana uh, kuna familia zingine mpaka huwa nawashangaa. Haya familia zitoe shukurani, Now give you watoto wao wamefunga ndoa. They wanachokifanya alafu na wanandoa wenyewe bahasha ndi kubwa ndio, ila ni elfu mbili mbili. Unamaanisha kweli? Wakati kwenye hiyo hiyo ibada ya ndoa kuna mwingine anataka kuachilia pepo they want to kuhakikisha ukitoka hapo huendi kuzaa, kuhakikisha ukitoka hapo upendwi. Anashangaa tu pepo halitoki. Kutenda anakungoja nje, ila yupo ibanani. Halafu wewe and you? muda mwingi umeutumia saluni, hukutumia kwa maombi and not for Nadhani siku ya harusi ni ya saluni, kwani siku zingine huwa hukai vizuri? Wejiweke vizuri tu hivyo kawaida, no. Kwanza wengine mnawekwa mavitu mpaka bwana harusi anaweza akasema ndio huyu asio yeye mambo mengine ni unnecessary. Yaani, nawambia sisi ni watu wa rohoni. Mambo, people, mengine ni unnecessary. Kwa nini ni unnecessary? Why? Hayo yote unayafanya kwa ajili ya wengine, sio kwa ajili ya mume wako, kwa sababu mwanaume huyo anayekuoa alikuona mario. ukiwa hujaweka chochote. Mimi nilivyomchumbia mke wangu nilimkuta akiwa hata hajachana, alikuwa chuoni, wanajiandaa na mitihani, kwa hiyo alikuwa hajachana kwa hiyo nampenda, amechana, hajachana, amesuka, hajasuka, nampenda tu. Kwa hiyo wewe unasumbuka na mambo unnecessary. Yaani mimi nakueleza ukweli, kwa sababu hivyo utakavyoonekana siku ya harusi hautaonekana hivyo chumbani, you kwako, kila bedroom siku utakuwa vingine, na saluni unaenda mara moja kwa wiki au mara moja kwa mwezi, ni kwa ajili ya nani? ni kwa ajili ya hao wengine for people, watu wengine wa kusifu. Kwa faida ya nani? Jitoe kwenye huo utumwa wa kutaka kupendeza kwa ajili ya wengine. Pendeza kwa ajili ya meo. Only for your hakuna mwanamke mwenye hekima no ambaye anataka wakati wa ndio apendeze lakini, akiwa humo ndani, analikanga li ameshalipaka mavitu analikitenge la jabujabu, hata alijanyoshwa amekaa na matongotongo, lakini anatoka na huko, mume wake hayuko, anavalia vizuri they, anajiweka vizuri. They put, anaweka mpaka langi nani akakuone huko? Who is going to see you out there? Wewe ni mtumwa wa watu you are a slave of people. Watanionaje? How will they see me? Inawahusu nini? What is it, their problem? Sasa pendeza kwa malengo ya mme wako. Siseme ubaya wowote. Bila mpaka mwingine, hata hana uwezo wa hayo, anasumbuka nayo. Jiweke huru. Kwa siku ya harusi nikaona kwenye TV jambo lingine la kushangaza. Something amazing. Wanauza vitu eh, Namna ambavyo bibi harusi ataonekana amependeza. Be sasa kama hujapewa neema ya huku, sasa wewe unanunua kitu you are now buying something else ukiweke huku to put there. Ni kwa ajili ya nani? Why? For who? Kwa sababu wewe mwenyewe unaelewa you hutalala na hivyo vitu, you won't sleep. Mme wako ataona mguu wako ulivyo. Mnisamehe tu, tunataka kupeana ufahamu. Punga mkono wako. Kwa hiyo unataka, una kufurahisha nani? Yaani ghafla unaonekana na nyashi, you look like you have nyash. <laughs> <laughs> Punga mkono. <laughs> Siku ya harusi hata wanaokujua wanashangaa, kumbe kuna kitu umefanya. Mume wako anadhani ulikula chakula kizuri you have it, so given good food. <laughs> mambo yatakuwa chumbani, things will be in the bedroom. Ataona vitu vya ajabu, you will see different things. Sasa wewe uwe huru. Just be free. Uwe huru. Be free and flexible. Anayekupenda amekupenda hivyo hivyo ulivyo. Sasa sisemi mwanamke ni asili kujiweka vizuri, ndio maana hata hufundishwi na mtu, lakini usiwe mtumwa. Sasa umekuwa mke wa mtu mpendezeshe yeye. Just be beautiful, your own. Pendeza, kuna dada mmoja alikuwa anafundisha conference ya kina mama, na mimi ndio nilikuwa nimeitwa nifundishe mambo ya ndoa, corpse, said. Saidiana, ya ndoa tukawa tunasaidiana, yeye anafundisha hiki nami nafundisha. Akawa nawambia mume wangu alienda Uingereza, My husband went to England. Akaja na gauni zuri. He came with a beautiful dress. Sasa kuna siku. A day, hajaenda kazini to to nilimwahi chumbani, nikampelekea kikombe cha chai, alafu akaamka. Nikamwambia maji nini mezani, nilikuwa nimeshaandaa vitu. Alafu baadaye nikaingia bafuni nikavaa, baada ya kuoga nikavaa vizuri, nikajipodoa, alafu nikatokea. Mume wangu akaniambia unaenda wapi? Kwa sababu mpaka mmetufanya tunafikiri ukipendeza unaenda mahali. Akamwambia, hapana, siendi popote leo, najua uko hapa, nimependeza kwa ajili yako. Mwanaume akasimama mwamwa mabusu. Haleluya! punga mkono wako hata hizo nguo zingine mnahangaika nazo, zingine, hiyo ni kwa ajili ya mume wako, ila huku kwingine usizivae. Zimetengenezwa ukivaa, anaona wear. vitu He can see different ambavyo wengine hawatakiwe kuviona. Hizo ni nguo kwa ajili ya mumeo, hazina dhambi yoyote zenyewe kama zenyewe, ila unapozivaa sehemu nyingine, ndiyo watu wanashangaa. Unajiwekea majaribu yasiyo na sababu, which are not really Nafikiri kuna mtu hapa amenilazimisha niseme haya. I think somebody made me to speak this. Maana hayo sio sehemu ya ujumbe wangu.